Ufadhili wa kanisa kanisa, lakini wazazi wetu walikuwa walipi chochote, lakini kanisa ikwenasa. Shule hii inaendeshwa na Wakatoliki na Waluteri. Kardinali alijenga shule, lakini Waluteri wakawa wanachangia chakula. Lakini tulikuwa na wasichana thelathini na tano, kati ya sisi saba walikuwa Waislamu, na wote walikuwa wanasomeshwa. Ilikuwa inafuata tu mshindi wa kwanza mpaka wa mwisho, walikuwa hawabagui wafanya sera za ndio maana wengine watu wanasema sera za kuchukua shule zilikuwa sio za lazima. Kilichokuwa cha lazima ilikuwa ni kwamba mtu asibaguliwe. Sasa kwa mfano kama darasa la hapa la Kadinali, wasichana thelathini na tano, lakini saba walikuwa Waislamu, tulikuwa Wakatoliki wengine nane walikuwa ni Waluteni, nane, walikuwa. Lakini kwa hiyo ndivyo tulivyokwenda, elimu tuliopata hapa mimi sasa nimefanya kazi Umoja wa Mataifa, elimu tuliopata hapa ndio ilikuwa inapatikana Marekani. Naweza nikakwambia kama mwalimu kwamba ile elimu hapa sasa hivi Tanzania kuipata shida, mambo yalikuja yakabadilika, viwango vilikuwa vya juu sana. Eh, jana nilikuwa nacheza na wanafunzi huko kwenye club yangu, sikuri ulikuwa asante sana, nilikuwa naambia kwamba walikuwa nacheza, nilikuwa nilikuwa kwenye dancing club, tulikuwa na dancing club tunakwenda mjini kucompete. Sisi tulikuwa tunaendaga na nini mjini kuangalia filimu kwenye studio wanatupeleka, kama kuna new release ya kweli, mtu anaenda, tunapelekwa. Sasa sasa, kwa sababu nikuja kusanya story itapunguza. Kulikuwa na chaplain wetu Father Justine. Sasa sisi za kazini, anasema kwenye assembly, kama ukiugua ukenda mjini kashura hivi, tulikuwa tunalipanda the famous kashura hizo, nataka lift. Alikuwa anazuia lift except watu wawili, anasema girls are not allowed to get a lift from anybody except the safe men Father Justine and Mr Singh. Kwa hiyo watu wanaita the safe men, kwamba leo ni mfano mlimo sikutana na the safe men ya kwa hiyo kwa kweli ndio sasa amefariki lakini alikuwa ni mzee miaka 94, eh amekuwa na miaka 94. Awe ni kaona kwamba tunachoweza kufanya kwa shule, na nashukuru kwamba watu wa media wamekuja kusudi, kana nitaiposti kwa wakaone. eh in fact mazishi yake ni ya online ya kwa ya tulia live eh ya mshafanyi, lakini kwa kweli ni watu wame, wanasema usione vya di, area vimeundwa eh hizi taasisi zilitoka mbali

kwa kwa hiyo nafikira, na wewe hapa kwa kuwa nimeiona haya, inaondoka nayo, lazima nahimiza na, na lazima, serikali pia hata na halmashauri hawawezi kukosa kutafuta hela ya kutenga uzio. Eh, unajua kuna vitu vingine watu wana relax tu, kwa sababu sasa kama, kama ni special school halafu na watoto wenye risk kama hiyo eh, na juziuzl kwa hiyo lakini usinisikitishe, ila ujitetee na we sasa. Nitakwenda kwa Haji, na sasa hii nilikuwa nampelekea message ako Dodoma, na sasa hii yakm naenda shuleni kwa hiyo nitakwambia sasa, amejenga uzio wa kukoba na kuta. Rugambwa hakuna uzio. Kwa hiyo nadhani tuende kwa RC ili atusaidie eleak na utoe ombi. Mheshimiwa sana mwalimu mkuu na walimu, kwanza nikushukuru sana kwa kunipa nafasi hii muhimu kuja hapa -hmm. kukutana na wanafunzi katika safari fupi ya kugombea mwanzilishi wa shule hii ambaye ni sister wa Kimarekani kwa jina lake la, alikuwa anaitwa Sister Catherine Hersman lakini alijulikana pia kama Mary Ward. Kwa hiyo huyu mama wa Marekani kutoka mji wa New York ndiye aliletwa hapa na Kardinali Rugambwa pale kufungua shule hii. Kwa hiyo shule hii ilifungua mwaka 65. Kwa hiyo mfumo ndivyo uliokuwepo na ulikuwa kuna ubaguzi. Mimi darasa langu tulikuwa wasichana 35 wasichana thelathini na tano tuliosomeshwa na kardinali Rugambwa, na kati yetu saba walikuwa ni wasichana wa Kiislamu. Kwa hiyo kulikuwa hakuna ubaguzi wowote, ilikuwa ni kwamba ni sera, lakini mambo yakaenda kama yalivyokwenda, shule zikataifishwa. Wala sasa tunung'unyi maneno sasa, cha msingi ni kuboresha shule, lakini kulikuwa hakuna sababu kubwa ya msingi zaidi ya kutaka, na mambo yaende haraka, lakini kulikuwa hakuna ubaguzi wowote. Kama mtu anawaambieni, Rugambwa ni example Girls na kati yao sababu walikuwa ni wa wasichana wa Kiislamu wengine, na rafiki zangu tulikuwa tunaenda vizuri hapa, tulikuwa kuna ubaguzi wote. Mambo mengine tumeyasema sema yenyewe na labda. Kwa hiyo wasichana, ukiwa hapa hapa uziangalie kwamba uko kwenye vita ya kuendelea, usikubali mtu akukaba kwa sababu wewe ni msichana, kwa sababu wewe ni dhaifu fulani, kwa sababu wewe ni mfupi, au kwa sababu mwingine. Naona na wenzetu hapa wenye changamoto eh sisi tunasema kwamba changamoto za, za ulemavu lakini katika kizungu sasa hivi hilo neno watake alisemwi tena tunasema ni physical challenge au sio yani wana changamoto za kimaumbile lakini mambo mengine yote unaona wanajikaza tunasaidia sasa huyu sister alitufundisha mambo mengi huyu sister amefariki akiwa na miaka 94 Sister Catherine amelala akiwa na miaka 94 kule, lakini alikuwa ni mama mchangamfu. Alikuwa ni mchangamfu sana, alitulea. Sasa huyu Sister, vitu tu dondoo tunapomkumbuka vya kuambia, kwanza yeye alikuwa anapenda umaridadi, alikuwa anasema mwanamke ni muonekano. Anasema kabisa kama tumetoka, kama tulivyotoka, ilikuwa ni sehemu ya elimu kwamba wewe unaonekanaje Asubuhi kwenye assembly, anasema yani, kama umeshindwa kuvaa asubuhi, that means siku imesha kushinda, kama unajaza, unaona, yani umeshindwa hata kutoka ile, ndio sahihi, ndio utakamilisha nini kwa siku hiyo. Na alikuwa anapenda sana kuchangamuka na alitulea. Kimalezi alikuwa anajua kwamba mwisho wa siku mwanamke lazima utaingia kwenye familia, kwa hiyo alikuwa anakadhania sana elimu, wakati ule ilijikita sana kwenye familia. Elimu pia, lazima makuzi lazima yawe wewe ni mtoto wa kike, Mungu akosei eh, aliyekumbwa mwanamke afanya nini akukosea. Kwa hiyo lazima ujitambue kama mwanamke na ujue kwamba katika maisha yako basi utapita kwa misingi hiyo. Kwa hiyo wakatufundisha namna pia ya kuhusiana na hawa wenzetu wavulana. Wapo wapo, hii ni shule ya wasichana, au sio? Sasa wakati ule sisi tulikuwa tunapelekwa Ihungo Secondary School kwenye dancing soho hivi nini, aidha tunakwenda Ihungo, tunakwenda Kahororo. Ndio mambo yalivyokuwa huko, lakini sasa unaruziwa kupango zako. Lakini Sista alikuwa nasimama kwenye basi, mambo ambayo namkumbuka. Sasa pale kwenye basi, tunapanda basi, kama unapita unapita kama umevaa vibaya, nakuweka huku, ndio umesha baki hapo Aidha eh, nguo ni fupi sana au imebana sana na imekaa ovao vifunga vidakaa zao. Kwa hiyo unaona kwamba mad yakawa hayo yakawa mazuri elimu mazuri. Sasa tunapomkumbuka, mimi nadhani tumuombee kwa leo. Lakini jamani, asiyejua anatoka wapi hawezi kujua anakwenda. Kama ujuu unatoka wapi, uwezi kujua unakwenda na wazenga walisema kwamba usione vya elea. Ee hey, Mungu tazama, Bwana tumekuja mbele zako, tunamweka headmistress wetu wa kwanza wa Rugambwa mikononi mwako. Tunaomba Bwana ukapate kumkumbuka kum, nasi Bwana kama wanadamu tunamkumbuka Yesu Kristo. Tunaomba Bwana ukazidi kumtunukia kum zawadi ya milele, Yesu Kristo. Bwana kumbuka yote aliyoyafanya, tunamweka mikononi mwako. Mtazame Yesu Kristo huko alipo, Bwana, tunajua Bwana mahali pako, Bwana ukazidi kumtazama Yesu Kristo

awe mfano bora pia tujifunze mambo mema aliyoyatenda ili kuhakikisha neno lile aliloagizwa na bwana wetu Yesu Kristo linatimia. raya milele umpe Bwana apumzike kwa amani. raya milele umpe Bwana apumzike kwa amani. Kwa jina la Baba na ramwana na aroho Mtakatifu. Asante sana na sala zenu dua zitakuwa zimemsindikiza Sister Catherine. Sasa, yeye ye alikuwa ni mtu wa msaada sana na kumwenzi kumwenzi, nilikuwa nimeleta chochote hapa kidogo, kusudi nafikiria kwamba sasa mwalimu mkuu eh, najua una wanafunzi wengi, ni shule ya serikali kwa sasa hivi a wenye changamoto za maumbili na wauna, lakini kuna wengine labda wanatoka kwenye mazingira magumu. Kwa hiyo nimeamua na wenzangu tutakwenda kuhamasisha, tunataka kuweka hapa kumbukizi yake ya kudumu, ambayo itakuwa inaitwa Sister Catherine Hersman Support Fund. Sister Catherine Hersman Support Fund itakuwa ni mfuko ambao uko chini ya mwalimu mkuu ambao utakuwa unawasaidia watoto wahitaji kufuatana na hali halisi walio nayo. Wengine labdana kwayo ni hela kidogo, lakini safari hii inaanza mimi mwenyewe hapa, utakwenda kuhamasisha wenzangu, lakini hali yenyewe ni ngumu na wenyewe umri unasonga, lakini wanasema penye nia wananjia. Kwa hiyo naomba nikabidhi milioni moja hii ya kufungua huko. Kwa hiyo mwalimu, unatosaidia wanafunzi kufuatana na hali halisi, manake ni mfuko huko chini, mwalimu kuu, bila shaka na kamati yake atakayeunda Yesu Kristo, okay.